Sababu ya kushuka aya hii na matukio yake hatutaeleza kila kitu, bali tutaweka kwa ufupi sana. Anasema walimaarifati asbabi nuzul <coughs> atharun, kwamba ili kujua kwamba sababu ya kute, ya ku, ili kujua faida ya, ya, na athari ya kuteremshwa aya e, fi fahmil aya, faida yake iko katika kufahamu aya wataarifu asrar at ta'bir fiha. Na pia e, utakapojua sababu ya kushuka aya utajua pia sababu au siri ya jinsi ya sigha, jinsi ya ibara ilivyotumika katika aya. Kuna wakati ibara katika aya, usipojua siri ya kushuka kwake huwezi fahamu, lakini utakapojua kwa nini ni yani, utakapojua sababu

Katika aya hiyo wifkan lima yaktadhihi dhalika, sababu inategemea au ina, inaenda na sambamba kwa wifqan, kulingana na nini? Kulingana na lima yaktadhihi dhalika, sababu kwa ile ambayo kwamba au kwa sababu ambayo kwamba ya, kwa sababu ambayo kwamba hiyo aya imeteremshwa. Fama lam yu'raf basi Ando anasema, anasema Said kwamba basi ambayo kwamba haijajulikana sababu yake, wa yuhaddad na kuwa ni yenye kufahamika vizuri. Qad tabka asraru siyagha, huenda zile ibara zikawa ni nini, zikawa ni ghamidha isiyo ni yenye kueleweka. Angalia hapa katika nukta, kabla tuendelee, ni kwamba nataka kuelezea, ndio tuendelee kwamba ikiwa utafahamu Sababu ya, kuterem, sababu ya kushukishwa aya utaelewa ibara ilivyotumika, na kinyume chake. Usipoelewa, usipoelewa sababu ya kushukishwa aya inamaanisha ibara hautaelewa. Sasa kuna aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambe kwamba tulisoma katika Suratul Bakara aya ya 158, anasema inna safa, hakika mlima wa safa au hakika vilima va Safa wal Marwa, na Marwa, wakati ambapo kwamba tunapoenda haji, kuna ile wanasema sa'i baina Safa wal Marwa, ile kutembea au kukimbia baina Safa wal Marwa, anasema kwamba min sha'airillah, hiyo Safa na Marwa, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba min sha'airillah, ni miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha anasema faman hajjal baita, basi anayehiji kwenye nyumba hiyo ambayo kwamba ni nyumba ya Kaaba, au itamara, au akafanya umra, fala junaha alayhi, basi si kosa kwa yule ambaye kwamba fala junaha alayhi an yatawafa bihima, sikosa kwake kuvizunguka, fala junaha alayhi, basi sikosa kwake, kwa yule ambaye kwamba anayehiji

Unajua, najaribu kukonsentrate, lakini nazunguka, nianze hapo kuzunguka hapo kujitendea. Alafu, alafu o, unajua mechekesha, karibu ni cheke kuva <laughs> <laughs> kuna <laughs> <laughs> mtu <laughs> mmoja akija hapa hivi, sio zirekodi Si usiona chekesi bwana, basi ukiangalia, usiona sasa. Tufanyeje hapa? kwa hiyo hiyo, si ndio? Sawa basi, anaendelea Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anasema kwamba

ya hii aya kushuka na tumesema mwanzo kwamba mtu asipoelewa sababu ya kushuka aya hataweza kuelewa ibara ya ile aya ambayo kwamba imeshuka na ile aya ambayo kwamba ipo mbele yake, ibara kivipi na ataelewa kivipi? Insha allah tutakuja nayo katika kikao ambacho kwamba kinachokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.